Habari za wakati huu, karibu katika kipindi chetu cha Futa Machozi leo Jumatano. Ni kama nilivyoahidi kwamba nitakwenda kukuonyesha mandhari ya, ya, ya, ya kanisa letu eh, ambapo tupo kwa sasa hivi makao makuu hapa jengo la PSSF Plaza, kama unavyotazama nyuma yangu, hivi ndivyo jengo la kanisa eh, ndani jinsi palivyo ya juzi Jumatatu nilikuonyesha nje, mwonekano wa nje jinsi ulivyo, nikakuelekeza unapanda ngazi, unaingia ndani. Sasa ukiingia ndani kwenyewe, hivi ndivyo utakavyokuta kanisa letu jinsi lilivyo. Sasa sikiliza kwa makini, napenda nikukaribishe Jumapili hii, ambapo tutakuwa na hii ibada ya miujiza, ibada ya maombi ya ukombozi, ibada ya kukutana na Yesu Ninakuita wewe ambaye unapitia changamoto za kwenye ndoa za kwenye familia, changamoto za kazi, changamoto za biashara, changamoto za shuleni. Kwa maneno mengine, maisha yako yamekuwa ni kama mtihani vile na haujui kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo, kama utakavyokuja Jumapili hii, basi kuwa na uhakika kilichotokea hapa kwenye hili neno nitakalokusomea ndicho kitakachotokea katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko tatu mstari wa kumi na wa kumi na moja, maandiko yanasema: maana aliponya wengi hata wote waliokuwa na misiba, wakamrukia wapate kumgusa. Na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kwa hiyo hilo tatizo lilokuwa nalo mbele ya jina la Yesu linatakiwa lipige magoti. Hilo tatizo ulilokuwa nalo huo msiba ambao umeubeba mbele ya jina la Yesu linatakiwa lipige magoti, linatakiwa lenyewe lianguke. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na magonjwa, kama unasumbuliwa na uchawi, kama unasumbuliwa na pombe sigara, kama unasumbuliwa na na matatizo mbalimbali, usiku wa ulali, huna amani, huna furaha. Kwa hiyo tutaenda kufanya haya maombi na katika jina la Yesu utakwenda kukombolewa kutoka kwenye matatizo uliyokuwa nayo. Kwa hiyo napenda kukukaribisha Jumapili hii makao makuu ya kanisa la Universal la ufalme wa Mungu. Tunapatikana barabara ya Nyerere, kituo cha banda la ngozi, jengo la PSSF ama zamani ilikuwa inatambulika kama Quality Plaza, na pia tuna matawi yetu mengine Ukonga Mzambarauni jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka tunapatikana Lumo mwanzo barabara ya Folklandi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendokasi upande ule, ukitokea Mbagala kwenye kile kituo utaona jengo jeupe, ndiyo tuko pale. Alafu Chanika kwa Ngwale, kanisa letu la Chanika katika chuo cha Masaburi. Kwa hiyo jumapili hii saa nne kamili asubuhi, ni siku ambayo utakuja kumuona Yesu, kukutana na Yesu katika maisha yako. Acha kuteseka, futa machozi yako. Yesu ndo suluhisho la matatizo uliokuwa nayo. Kwa hiyo kama nilivyoahidi, tayari umeshaona mandhari ya ndani kwetu jinsi palivyo. Jumapili hii, sehemu hii nakusubiria wewe, utakayekuja makao makuu hapa, panakusubiria jina la Yesu kama linavyoonekana lile pale, ambapo kama ilivyoandikwa mapepo na matatizo yalipiga magoti, walianguka mbele zake. Ndio maana tumeliweka lile jina pale, kusudi kwamba tutakapoomba katika jina lile, hayo matatizo yaishe katika jina la Yesu Kristo. Tukutane Jumapili hii. Mungu akubariki, uwe na usiku mwema. Tonane kesho Alhamisi.